Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji wa siku hamsini za Pentekoste. Neema ya Bwana bado iko pamoja na sisi. Mungu anaendelea kututetea, Mungu anaendelea kutupigania na wala hajatuacha wakati wote. Kwa hiyo, kwa siku ya leo tena tupo ndani ya siku yetu ya ishirini na sita katika siku hamsini za Pentekoste, na ndani ya hizi siku hamsini tunaongelea mambo mbalimbali, yakiwemo mambo ya Roho Mtakatifu, mambo ya Pentekoste yenyewe, habari za kunena kwa lugha, habari za maombi na mambo yanayoendana na hayo. Na siku ya leo nimekuandalia mambo mengi mazuri kabisa, ambayo ninaamini yatakubariki. Mungu wangu atakusaidia kuelewa na kuweka kazini. Kwa siku ya leo tutaangalia habari za maombi. Unaona, wanafunzi siku ile ya Pentekoste walipojazwa na Roho Mtakatifu, Biblia inatuambia kuna moto ambao ulishuka juu yao ukawakalia kila mmoja wao ule moto uliowakalia kila mmoja wao. Sasa huo moto wa Roho Mtakatifu inabidi uendelee, haukuja tu ili baadaye uzimike ghafla, ili ukatike, ili ushindwe kuendelea. Hapana, neno la Mungu halituambii hivyo. Neno la Mungu linatuonyesha kwamba ule moto ni kianzio ambacho kiliingia ndani yetu. Sasa sisi ni kuhakikisha kwamba ule moto hauzimiki. Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo bila kupoteza wakati tuende moja kwa moja kwenye neno la Mungu siku ya leo. Siku ya leo tutasoma kitabu kile cha Watesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 19. Tutasoma Biblia tafsiri ya neno Biblia inasema hivi: msiuzimishe moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya! Biblia inatuambia Tusiuzimishe moto wa Roho Mtakatifu. Kumbe inawezekana kuuzimisha moto wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa na Roho Mtakatifu ndani yako, lakini moto wake hauwaki. Moto wake haupo kazini, ni kwamba ule moto umezimika ndani yako. Kumzimisha Roho Mtakatifu, kama Roho Mtakatifu mwenyewe huwezi ukamzima, lakini kwa sababu anakuwa ndani yako, yani ile potential ipo, uwezekano wa wewe kufanya mambo makubwa, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako, huo uwezekano upo, lakini hauweki bidii. Nilisema kabisa kwenye vipindi vilivyotangulia, wokovu ni bure, lakini upako wa Roho Mtakatifu, kutembea na Mungu kwenye viwango vya juu, lazima itakugarimu, lazima uingie gharama, uwe na discipline kwenye neno la Mungu, uwe na disiplini ya kwenda kushiriki ibada na watakatifu wengine, uwe na disiplini ya maombi, uwe na muda wa kufunga na mambo mengine yatakayo kusaidia ili ule moto wa Roho Mtakatifu usizimike ndani yako. Mambo haya hayapo automatic tu. Kwa hiyo tayari moto upo, ndio maana Biblia anasema, msiuzime, msiuzime moto wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mwenyewe hataki moto wake uzimike. Kwa hiyo sasa Uwe makini, hakikisha kwamba moto wa Roho Mtakatifu unaendelea kuchochewa ndani yako, na ziko namna mbalimbali mbali ambazo unaweza ukachochea moto wa Roho Mtakatifu ili usizimike. Kwa siku ya leo mimi nitakueleza moja tu, ili hii ambayo nitaifundisha usije ukafikiria kwamba ndo njia pekee ya kufanya moto uendelee kuwaka. Hapana, zipo njia nyingi, lakini kwa siku ya leo mimi nitakueleza njia moja tu. Bwana Yesu wa asifiwe sana. Njia hiyo si nyingine isipokuwa ni maombi, na hasa maombi ya kunena kwa lugha. Lazima uwe mtu ambaye unanena kwa lugha muda mwingi, lazima uwe mtu ambaye unanena kwa lugha mara kwa mara. Uwezi tu ukatarajia umwone Mungu katika nguvu zake na kiwango cha utukufu wake na utakatifu wake kwenye maisha yako, ukaona shetani awe hana nguvu kabisa, shetani aonekane kwenye maisha yako kama vile hayupo kama haupati muda wa maombi na hasa kunena kwa lugha. Maombi na hasa kunena kwa lugha yanatuimarisha, yanatujenga, yanatusaidia kutembea kwenye nguvu za Mungu. Unaweza ukamjua tu Mungu ukaishia hapo, kuwa tu na hekima, kuelewa mstari huu unasema hivi, lakini nguvu za Mungu hazionekani kwenye maisha yako. Lazima ufike kwenye hicho kiwango, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Si kila mtu kwenye ufalme wa Mungu ana nguvu, vivyo hivyo hata kwenye ufalme wa giza, si kila mtu ana nguvu za giza unaweza ukawa kwenye ufalme wa giza wewe, upo upo tu kama kichaa, lakini unajijua ni mtenda dhambi, wewe ni wa Shetani, unajijua, lakini hauna zile nguvu za kuoperate katika ulimwengu wa giza hizo, hauna mpaka uende kwa wachawi, mpaka uende kwa waganga wakupatia hizo nguvu, kwa sababu wao ndio watu walioingia gharama, wana uwezo wa kuhosti, wana uwezo wa kuzibeba na kukaa nazo zile nguvu, ukizihitaji mpaka uwafate wao. Sasa na kwenye ufalme wa Mungu, vivyo hivyo kuna watu ambao wanaweza wakahosti the presence of God, wakabeba uwepo wa Mungu wakatembea nao. Kuna watu wanaweza wakabeba nguvu za Mungu wakatembea nazo kila wanapokwenda. Haleluya! Akiwa anafanya kitu habahatishi, anamjua Mungu wake aliye naye, anajua Mungu anaweza kunisaidia hiki na hiki, Mungu anaweza kufanya moja, mbili, tatu. Ni yeye tu atamke ili kitu kitokee, inawezekana. Sasa hayo mambo hayaji tu kwamba umekaa umelala, hapana, mpaka uingie gharama, gharama ya maombi, gharama ya kuwekeza muda wako kufunga na kuomba, uombe Mungu ajidhihirishe na ajifunue katika maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo sasa, bila kupoteza wakati, nataka nikuonyeshe mchoro mmoja ambao nimeuandaa, ambao utakuonyesha kwa kadiri unavyochochea moto wa Roho Mtakatifu, ule moto hautazimika na matokeo yake na faida zake kwenye maisha yako. Basi bila kupoteza wakati, twende moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mchoro kama unavyouona, ndo huu hapa ambao nimeuandaa ambao nitautumia kukueleza namna maombi na hasa maombi ya kunena kwa lugha ambavyo yanafanya kwenye maisha yako na faida zake. Ah, kitu kama hiki hapa unavyoona hapa chini nimeandika mafuta ambayo hayajachakatwa yanaitwa unprocessed oil, mafuta ambayo hayajachakatwa. Kwa hiyo, um, ndani ndo yanakuwepo, um, mafuta ambayo hayajachakatwa au kwa jina jingine wanapenda kuita crude Oil, ni mafuta ambayo hayajachakatwa. Hapa sasa ni zile potential, ni vile vitu ambavyo Mungu ameviwekeza ndani yako, lakini wewe bado hujaviona, wewe bado hujui wala hautumii kunena kwa lugha ipasavyo, kwa sababu unafikiri ah, nanena tu kwa lugha mambo ambayo hayaeleweki, mambo ambayo mimi mwenyewe sielewi, kwa hiyo huenda hakuna matokeo yake. Sasa matokeo yani, haya mafuta, kitu kinachofanyika kule kiwandani, huu ni mcho ro wa kiwandani kabisa. Kwa wanafunzi wanaosoma watakuwa wamevisoma hivi vitu kwenye masomo kama chemistry pamoja na physics, ndo vinafanya mambo ya namna hii. Huu ni mtambo, mtambo wa kuchakata mafuta, na mafuta yanakuwa kwenye level tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mafuta ambayo bado hayajachakatwa yanakuwa ndani, kwa hiyo yanahitaji joto, yanahitaji moto. Bila moto, hayo mafuta yanabaki tu yakiwa mafuta. Na haya mafuta yanapatikana wapi? Yanachimbwa, yanachimbwa huko ardhini, lakini bado matumizi yake yanakuwa, yani, hayaeleweki vizuri. Matumizi yake ni nini? Ni kitu ambacho kinahitaji process. Ndio maana zile hazina Mungu akaziweka ndani yako, zikiwa ndani yako tu zimelala, zikiwa ndani yako zimetulia, hazitakuletea faida yoyote ile mpaka utakapochukua hatua ya kuomba na hasa kunena kwa lugha. Kwa sababu kwa nini tunanena kwa lugha? Kwa sababu ni kwamba we mwenyewe unakuwa hujui ni potential gani zilizoko ndani yako, unakuwa hujui ni mambo gani yaliyomo ndani yako. Kwa hiyo sasa, namna ya kuyafukua, namna ya kuyaibua, ili yaweze kuonekana, yaweze kubariki maisha ya watu. Unajua, wapo watu watakaofika mbinguni na hazina zao bado ziko ndani yao wajaziweka kazini. Mungu anakuuliza mbona ukufanya hivi na hivi, unasema mimi nilikuwa sijui kama natakiwa kufanya. Mungu anakuonyesha kila kitu ambacho alikuwa amekiandaa kwa ajili ya maisha yako, unabaki utatoa machozi ukiwa mbinguni, na Mungu mwenyewe akaahidi, ukifika mbinguni sio kwamba atakurudisha duniani ili ufanye yale ambayo hukuyafanya, hapana. Biblia anasema Mungu atakupangusa machozi. Kwa hiyo basi, utabaki na hiyo huzuni kwa muda, na Mungu ataiondoa, basi utaendelea tu kufurahia, kwa sababu angalau umefika mbinguni, haujaenda motoni, lakini unakuwa umeleta hasara katika ufalme wa Mungu, kwa sababu hujayafanya yale mambo uliyokuwa unatakiwa kuyafanya. Sasa utayajuaje? Ndio hapo sasa unaanza kwa kunena kwa lugha, unaanza kwa kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, unakuwa unaachilia ule moto, kama moto ambavyo unauona hapa. Ule moto umeanza sasa hapo kukuwaka, ule moto unawaka ribo shekere koraba ribo siki ripari ikanda ra koraba rabo saka rapa shendere koraba ribo siki rikanta. Na kama kweli upo serious na future yako, uko serious na maisha yako ya baadaye, uko serious unataka kulitumikia kusudi kusudi la Mungu utaacha vya kuomba dakika tano hii vya kuomba dakika tano. Tunawatia moyo wale ambao ndo wameokoka hivi karibuni, angalau upate dakika tano, dakika mbili, dakika ngapi, angalau kwa mtu aliyeokoka. Lakini we una mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitano, bado tukutie moyo kuomba dakika tano? Labda kama haupo serious na maisha yako ya baadaye, anza kuomba pata muda wa kutosha. rikoria ikantara koraba riboshiki, unaona huo moto hapo, unaona moto unavyowaka, moto unavyowaka riposha kara koraba ribosiki rikaria ikantara koraba saka sasa ule kwa kadiri moto unavyowaka kuna kama ule mvuke ambao unatoka unaanza kuingia huku na unavyoingia kwenye huu mtambo wa kuyachakata hayo mafuta upo kwenye layers tofauti tofauti, uh, lea ya kwanza kama nilivyoionyesha hapo ni lea ambapo angalau lile joto, kwa kadiri unavyoendelea ripo rya ikandara koraba ribo siki rapa shekere koraba saka rapa rya ikantara korabasaka joto angalau likiwa linaelekea ishirini na tano kabla alijafika 25 kabisa, kuna mabadiliko ambayo yanaanza kujitokeza. Jambo la kwanza utakalolipata Unaona, hii gesi inapanda, yani ule ule mvuke au ile hewa ni hewa ambayo tunaitumia kwenye gesi, mitungi ya gesi. Bila shaka wengi wetu, popote pale ulipo, umeshawahi kununua mtungi wa gesi, na unajua ile gesi inayojazwa mle ndani ndio hiyo hiyo ayo mafuta yaliyochimbwa, wanayaweka kwenye moto, moto unaendelea kuwaka ropo shikirikanta. Sasa huu ni moto physical, moto kabisa wanauweka, alafu kitu cha kwanza kinachoanza kutoka ni ile gesi, kama gesi kwa hiyo ile gesi inayotoka ndio inayotusaidia kwenye mitungi ile, na inatusaidia kupata chakula, uh, maji ya moto, chai na vitu vingine kadha wa kadha, lakini hautakiwi kuishia hapo. Sasa ndio maana kwenye masomo yaliyopita huko tulishawahi kuona kwamba you can do more. There is more. Kuna zaidi ya hapo, usiishie tu. Kuna mtu akishapata gesi anasema ah, kumbe aya, mafuta yaliyokuwa ndani kazi yake ni kutupatia gesi? Hapana, kazi yake siyo kutupatia gesi. Kuna na mambo mengine mengi mazuri ambayo unaweza kuyapata kutoka kwenye hayo mafuta, kwa kadiri unavyoongeza joto. Sasa joto likiongezeka, hapo limetoka 25 likikaribia maeneo ya 60 60, unajua unapata nini? kinachopatikana hapo sasa ni petroli. Ile petroli ambayo tunaweka kwenye magari mbalimbali mbali, vyombo vya usafiri bodaboda, pikipiki piki, na vyombo vingine vinavyotumia petroli, iwe jenereta au vyombo vingine vya moto ambavyo vinatumia petroli. Kwa hiyo petroli isingepatikana kama endapo joto lingeishia 25. Huyu mtu ambaye angeomba tu dakika tano dakika ngapi, akasema jamani, yale matokeo ambayo nayapata, namshukuru Mungu ungeishia kwenye gesi. Petroli inapatikana ni mafuta tayari, kumbuka, haya ni mafuta lakini yanaendelea ku, kuongezewa joto, wanaongeza kitu kinaitwa heat energy. Ile energy sasa ndo inayobadilisha yale mafuta yaweze kutoa petroli. Kwao mwanzoni anakuwa ni kama mafuta fulani hayaeleweki, yanakuwa hayana kazi maalum, hata ukikutana nayo hapo, hayo mafuta ambayo hayajapita kwenye moto ni rahisi kuyamwaga kwa sababu hayakusaidiki chochote, mpaka uyapitishe kwenye moto. Jambo la kwanza unapata gesi, jambo la pili hapo unakuja unapata petroli, na kwa kadiri unavyoendelea mbele, nyuzi joto zikiwa zinakaribia kwenye mia themanini hivi, unapata zile kemikali zinazotumika maabara kwa wale wanafunzi wa sekondari vitu hivi watakuwa wanavijua, wameshavitumia mara kwa mara vitu hivi. Kwa hiyo hizi kemikali zinapatikanaje? Ni mafuta yale yale, isipokuwa joto limeongezwa. Kwa hiyo na wewe kwenye maisha yako, ukitaka kuona matokeo zaidi, lazima uongeze gharama, uchochee moto zaidi rikoriaikantarakurabariboshiki rikoriaikantarakurabaribo saka uhakikishe unapata muda wa kunena kwa lugha usipopata muda wa kunena kwa lugha maisha yako yataishia hapo hapo yalipo, alafu baadaye ndo unakuja unamlilia Mungu o, oh, Mungu nisaidie, angalau nilikuwa mtakatifu. Ni kweli ulikuwa mtakatifu, ulikuwa na muda wa kuomba, ulikuwa unajitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Je, ulitaka kumwona Mungu katika nguvu zake na ukuu wake kwenye maisha yako? Au wewe uliishia tu ulivyopata gesi uka, ukaona maisha yanaishia hapo? Kuna petroli na kuna kemikali za maabara. Eh, ukitoka hapo, nyuzi joto ukizidi kuziongeza, zikakaribia kwenye mia tatu unajua unachokipata? Unapata sasa ni mafuta ya meli. Mafuta ya meli hayapatikani hivi hivi kirahisi. Kama wewe kwenye maisha yako unatarajia kuja kuwa meli, kuiongoza meli, kuweka mafuta ndani ya meli, meli ikatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, meli ikatoka nchi moja kwenda nchi nyingine, meli ikatoka bara moja kwenda bara jingine, lazima uingie gharama. Huyu mtu ambaye mpaka anafika kwenye nyuzi joto mia tatu, sio sawa sawa na huyu huyu 25 huyu yeye ameshamshukuru Mungu, anamshukuru angalau amepata gesi, lakini kuna watu ambao wanasema there is more, kuna zaidi ya hapo. Hatuwezi tukaishia hapa tukasema tuka tuka kwamba maisha yameishia hapo. Hapana. Je, hata nikuulize swali, wewe ulisha kununua mafuta ya meli? Ulisha kuyanunua? Yananunuliwa sio na watu wa kawaida yani, yani kwanza, hata huenda hujawahi kuuliza kama mafuta ya meli yanauzwa wapi, wala ujui yanauzwa wapi kwa ile gesi unajua inapouzwa hivi. Ni vitu simple, hivi vitu simple vinaweza vikapatikana, maombi tu ya kufunga siku mbili unapata. Lakini hivi sio tu habari ya kufunga, ni kuwa na consistency, kuwa na hali endelevu ya kuomba. Kama unasema mimi kila usiku nitakuwa naomba, unaamka usiku unaomba. Haleluya. E, acha kulalalala, acha uvivu, acha uzembe. Utaishia kwenye matokeo haya. Yesu anakuja kutuchukua tunaenda mbinguni, we unasema e, angalau mi nimefika mbinguni. Angalau umefika mbinguni? No, unataka uingie mbinguni kwa kishindo. Haleluya! Lakini nyuzi joto haziishii hapo, haziishii hapo. Unaweza kuendelea mpaka kwenye mia tatu hamsini huko. Mia tatu hamsini ndipo unapopata grisi, wale wanaojua grisi inawekwa kwenye, kwenye gia kwenye gia mbalimbali mbali, gia za magari gia za ile, grisi ile, nyuzi joto mpaka zifike 350, na kuanzia 360 na kuendelea mbele, unapata kitu kinaitwa lami. Lami kama lami. He, sijajua ni wangapi ambao walishawahi kununua lami. Hii ni nyuzi joto zaidi ya 350. Kwa hiyo, kumbe kuna zaidi hapo Ndiyo, sasa wale watu wanatengeneza barabara. Hivi ni vitu ambavyo vinanunuliwa na watu wakubwa wakubwa pamoja na serikali, ndo inanunua lami. Sasa wewe kama ni mtu wa kununua gesi, utanunua gesi mpaka lini? Okay, angalau basi kwenye maisha ya kawaida unanunua gesi, na kwenye maisha ya kiroho unabaki kwenye gesi, wakati wenzako wako kwenye lami. Lazima usogee mbele, usogee mbele. Anza, sawa, unaweza ukaanza na hatua kidogo, hiyo hatukatai. Fanya kile kidogo kinachowezekana, lakini usikomee hapo. Usiishie hapo, songa mbele zaidi, inawezekana ukafika huku. Anza na mambo madogo. Unajua Biblia hata yenyewe inasema kwamba ule moto ambao unaweza ukachoma msitu mzima unaanza na njiti moja ya kiberiti, njiti moja ya kiberiti. Bwana Yesu asifiwe sana, baadaye msitu mzima unateketea. Kwa hiyo anza na jambo moja, anza na kitu kidogo, alafu baadaye utafika mbali. Anza kunena kwa lugha sawa, kama hata umeokoka hivi karibuni, anza na dakika tano, nenda kwenye dakika kumi, nenda nusu saa, nenda lisali moja, nenda masaa mawili, masaa manne, masaa matano. Usiseme hapa eti napoteza muda, hapana. Ukitaka kufika unaanza kidogo kidogo, yale maombi baadaye yatafanya mambo makubwa. Uwezi ukaanzia tu kwenye mambo makubwa wakati mambo madogo yanakushinda. Ingia gharama ya kunena kwa lugha, hakikisha ule moto wa Roho Mtakatifu auzimiki. Moto huu wa Roho Mtakatifu auzimiki ndani yako, ukiwa unatembea barabarani shiki, ukiwa unaelekea kazini ra tarakora basiki mwanafunzi unaelekea shuleni riko shekere kosaka rama shende rimasaka rapa rabo rekore kantarakora baribo shiki. Na sisi wahubiri, sio tu ukiwa kanisani, a a hata ukiwa nyumbani riko ramo saka rapa sheke rako ria kanta rama shanda rapa ndere koseke rekora baribo siki. Wewe ni mama wa nyumbani, uko pale unasonga ugali, upo unafua nguo, upo unafanya usafi riko rapa saka akarapa sheke rekesek unanena kwa lugha kila wakati kila wakati, ndivyo unavyozidi kuchochea. Anza na kitu kidogo, baadaye nenda kwenye mambo makubwa. Naomba nimalizie kwa kukuonyesha klipu kidogo kabisa, ambayo na yenyewe hii itakusaidia kuelewa kwamba mambo makubwa yanaanza na hatua ndogo. Video yetu ni hii hapa. Unaona kabisa kwenye hii video yetu, anakuja huyu mtu anataka kufanya mambo makubwa lakini anaanza na kitu kidogo. Akasukuma katofali kadogo, kakasukuma kengine na hii, kasukuma tofali jingine hapo na hii, kasukuma jingine na hii, kasukuma jingine na hii, kasukuma ili jingine na hii, kasukuma hiyo hapo tofali hili, kasukuma hili, likasukuma hili, likaenda hivyo hivyo hivyo hivyo. Unaona, angekuja yeye mwenyewe kusukuma ili tofali la mwisho huku, asingeweza. Lakini ona alivyoenda hatua kwa hatua, mpaka baadaye lile tofali lilionekana kwamba ndo kubwa zaidi, haiwezekani kuliangusha mtu wa kawaida, liliwezekana na likatua kwa kishindo kabisa tu, unaona, likatua kwa kishindo kwa sababu kuna mtu alianza na hatua ndogo hatua ndogo. Sasa wewe ukitaka kuanza na mambo makubwa, unataka kukimbilia ili tofali ili kubwa yale, yani utalisukuma tofali, itakuangalia hivi, hutaweza. Lakini ukianza na kidogo, si dakika tano unaweza ukaanza nazo? dakika kumi, si unaweza ukaanza nazo? E, anza hivyo, nenda baadaye, utafika masaa sita non stop. Sio masaa sita umetulia. Kwanza umemsifu Mungu kidogo, umepumzika kidogo, umekaa, umesimama, a a, non stop inawezekana. Sasa anza na mambo madogo, anza na mambo madogo, baadaye utafika mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu mkuu, na ni Mungu anayeweza. Sasa wewe mtegemee, muamini yeye, na atakupatia neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema yupo Roho wa neema na maombi, na anaweza akatetea na kutupigania. Natamani muda huu niweze kukuombea ili Mungu akubatize kwa Roho wa neema na maombi ili uwe muombaji kwenye kila hatua na kila eneo la maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba nitumie nafasi hii kwa ajili ya kukuombea. Mungu wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtazamaji huyu ambaye amesikiliza kipindi hiki mpaka kufikia sasa. Huenda ndani ya moyo wake kiu ya maombi imeinuka tena, siyo kiu tu ambayo itaisha baada ya muda fulani, lakini ni shauku ya kudumu, ni discipline ambayo imeinuka ndani yake, ni hali ya nidhamu ya kutaka kuanza kuomba. Nami namwombea neema yako. Huenda wapo ambao jaribu kuomba lakini baada ya muda wakakata tamaa, wakarudi nyuma, baada ya muda wakaona kama maombi yao hayafanyi kitu chochote. Bwana Yesu, ninawaombea neema yako, ukawasaidie tena, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana ikawe pamoja nao. Kwa jina la Yesu natamka, Roho wa neema na maombi, Roho wa neema na maombi, wakaanzie kiwango kile wanachokiweza na Bwana utawasaidia kupiga hatua moja baada ya nyingi kuchukua hatua moja baada ya nyingine siku kwa siku katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninakwenda kinyume na kila roho inayozuia maombi na kila roho inayopingana maombi, katika jina la Yesu Kristo ninaiharibu na naiteketeza na kunyamazisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila namna ya upinzani kwenye maisha ya watu, katika jina la Yesu Kristo nafuta na kubatilisha, katika jina la Yesu Kristo riko ramasaka raparibo sheke rikora ikandarakorabaribo sae rikoria ikantarako raba ribo sheke rakoria ikanta rako, raba ribo sheke. rako ria ikanta rako raba siki. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana ukawabatize na roa neema na maombi, roa neema na maombi, akawashikilia katika maombi, akawape nguvu za kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, utawasaidia kuomba kila wakati na kila mahali kwa kadiri Roho Mtakatifu atakavyoongoza. wa sifa zote na heshima na utukufu na kurudisha Bwana Yesu ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen. Amen, amen, amen. Basi nipende kumtukuza Bwana Yesu kwa ajili yako wewe, ambao umesikiliza kipindi hiki cha siku ya leo kuanzia mwanzo mpaka sasa. Naamini utakuwa na discipline utakuwa na nidhamu katika kuomba bila kukata tamaa, bila kurudi nyuma, kila siku ukitoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Basi baada ya hapo, sina mengi ya ziada, ni kutakia wakati mwema, ni hadi wakati mwingine. Ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mutasa kutoka kanisa la Rema Outreach Church, na Mungu wangua kubariki sana. Kwa heri.